Asante sana. Jina langu Nasra Juma Muhamed, ni mjumbe wa Kamati ya Utendaji ya Tanzania Olympic Committee. Uh, na furaha kusema kuwa Tanzania inania kushiriki katika mashindano ya Youth Game Under 17 ambayo atafanyika Algeria mwezi wa nane, na nikiwa mkuu wa msafara chief de mission wa Tanzania, uh, timu ambayo watakwenda Algeria mwezi wa nane. Ha, mashindano hayo ni ya ANOCA. ANOCA maanake ni Association of National Olympic Committee of Africa na ni mashindano ya kwanza hayajawahi kufanyika kwa mara ya kwanza ni first ANOCA haya mashindano yanatayarishwa na tarehe kumi na tisa na ishirini mwezi huu m, kutakuwa na mkutano wa Chief Dimissions manake wakuu wote wa misafara wa National Olympic Committee tutakutana kule Algiers, Algeria, na mimi naiwakilisha Tanzania katika mkutano huo nikiwa mjumbe wa Tanzania Olympic Committee ambaye nitakuwa na Chef de Mission wa kwenda na msafara na wachezaji wa Tanzania under 17. Uh, madhumuni makubwa ya mkutano huu ya Chefs de Mission ni kupata awareness, kwa sababu timu zikenda ukiwa chef de mission ameshapata timu inafikia wapi, maeneo gani, pahala gani pakula, pahala gani pakulala, pahala gani e, utakuwa unazungumza na waandishi wa habari, pahala gani pa kupata usafiri sehemu gani ya kuweza sasa kuondoka time gani, yani all awareness katika ile game village tunaipata kabla wachezaji wa nchi husika wajenda. Ndio maana madhumuni makubwa ya kwenda mkutano huu akishokutwa kupata awareness yote, mambo muhimu yanayohusiana na mashindano hayo na ukaaji wa timu pale Algeria. Kwa hiyo tunashukuru sana, na naomba Tanzania wote waniombe dua niweze kwenda salama kuwakilisha nchi na kurudi salama.